Dodoma. Mkutano wa kumi na sita na kumi na saba wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umeanza mjini Dodoma, ambapo baadhi ya wabunge wameitaka serikali kupeleka bungeni suala la tuhuma za wizi wa pesa zaidi ya bilioni mia mbili katika kaunti ya Escrow ikiwa ni pamoja na kuundwa kwa kamati teule ya bunge itakayoanza upya kuchunguza swala hilo. Ushauri huo umetolewa na wabunge ambao wameonekana kutokuwa na imani na taasisi zilizopewa jukumu la kuchunguza suala hilo ambazo ni ofisi ya mkaguzi wa hesabu za serikali pamoja na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ya TAKUKURU. Magret Ngule amefuatilia vikao hivyo mjini dodoma na tuandalia taarifa ifuatayo. Usiku wa leo ni baada ya kipindi cha maswali na majibu, miongozo mbalimbali inajitokeza. David Kafulila, mbunge wa Kigoma Kusini, ambaye siku zote ameonekana kulivalia njuga ya swala hilo, anasema taasisi hizo kwa muda uliotolewa zilitakiwa kuwa zimekwishawasilisha taarifa za uchunguzi wa swala hilo lakini ningependa Watanzania tu wakumbuke kwamba CIG amesha kupewa kazi hii ya kuchunguza jambo hili hata kabla ya bunge la mwezi wa sita, alipewa kazi ya kuchunguza jambo hili tarehe 20 mwezi wa tatu na CIG ofisi yake ikasema kwamba ita itafanya uchunguzi kwa takriban siku arobaini na tano tu itakuwa imekamilisha uchunguzi ule, lakini mpaka CIG na staff zilikuwa zaidi ya siku mia moja sabini uchunguzi ripoti bado haijakabidhiwa. Lakini siku CIG na staff speaker katika hali ilionyesha kwamba ripoti ya CIG iko tayari. Spika wa Bunge Ana Makinda alisema kwamba laiti singekuwa bunge la katiba ambalo lilikuwa likiendelea ripoti ya IPTL. Waziri wa Nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera uratibu wa Bunge, William Lukuvi akalazimika kulitolea ufafanuzi suala hilo, ambapo amewataka wabunge hao kuwa na subira, na iwapo taarifa hiyo itakabidhiwa kwa waziri mkuu itatolewa wakati wowote kuanzia sasa, pasipo shaka lolote. Taarifa nilizo nazo mheshimiwa naibu spika, ukaguzi wa CAG bado unaendelea, kwa sababu ulihusu safari nyingi sana, na naambiwa wako kwenye hatua ya mwisho, kwa sababu hata sisi, waziri mkuu mwenyewe anafuatilia kujua hiyo taarifa itakuwa lini, lakini bado haijakamilika lakini wamemwahidi kwamba wanakamilisha katika hatua wa nyingine. Mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina, yeye ameomba mwongozo ambao ulitaka serikali kutoa mwelekeo wa kutatua tatizo la madawa katika hospitali nchini, na ameonekana kushangazwa sana na tabia ya serikali kuwafumbia macho baadhi ya watendaji ambao wamekuwa wakitafuna pesa zinazotengwa kwa ajili ya madawa. Sasa ndiyo hoja yangu, nikamwambia Mheshimiwa Spika ili bunge la kumi na sita, na mabunge mawili na bunge la kumi na saba yoyote ya, kwa sababu hakuna mantiki ya sisi wabunge kukaa hapa wakati wananchi wanakufa kule Kizembe. Wajibu wa kwetu sisi wa kuhakikisha kwamba tunawapelekea dawa, wanatibiwa, wanapona. Sasa deni tu la milioni tisini, tuna bajeti ya nchi ya trilioni 19. Unawaambiaje wananchi wako kwamba serikali inaweza kashindwa kulipia bilioni tisini za madawa ya wananchi wetu. Kipaumbele cha serikali yetu ni nini? Wabunge wengine wao wanasema wako tayari katika kujadili miswada mbalimbali ya sheria itakayowasilishwa bungeni ni bunge ambalo kamati linasoma ripoti zake. Kwa hiyo tunategemea kamati zitakuja na ripoti hususan uh, kuainisha maeneo ambayo serikali ijatekeleza katika mwaka wa fedha uliopita. Uh, kwa mfano kamati ya hesabu za serikali, kamati ya laki zote zitaleta ripoti zao katika kipindi hiki na kamati nyingine zote. Kwa hiyo matarajio yangu wa bunge tumejipanga vizuri na tutafanya kazi hiyo vizuri kwa mujibu wa taratibu na kanuni za bunge ili kuhakikisha tunaenda na tunasonga mbele zaidi ya hapa tulipofika. Mkutano wa kumi na sita na kumi na saba kikao cha kwanza siku ya leo kilianza na kipindi cha maswali na majibu, ambapo maswali kumi na tano yameulizwa na kujibiwa na mawaziri husika, na baadaye miongozo mbalimbali ikaelekezwa mbali kwa kiongozi wa kikao cha leo ambaye alikuwa ni naibu spika Jobu Ndugai. Margaret Ngule, Star TV.